Uh, stori zimekuwa mingi sana watu wamezungumza sana sana. Uh, baba yake Ojwang amepata mapesa, amepata doo ya kutosha kweli. Wanasemaga siku zote katika haya maisha lazima kuna mtu aondoke, uh, ama kuna kitu kiondoke, ndipo mafanikio yaweze kuja. Hata Yesu uh, baada ya kuja duniani kwa alipokuwa duniani, hakuna mtu alikuwa anafanikiwa uh, kupitia jina lake lakini ameondoka, watu wote wamefanya jina lake kuwa biashara. Uongo kama unabisha, we drop your comment hapo chini e, biashara zimekuwa mingi sana za Jesus. Uh, Jesus, Jesus, Jesus everywhere. Wengine wanatengeneza picha, wengine wanatengeneza hivi, baada ya Jesus Jesus kwenda. Lakini alipokuwa ulimwenguni stories zilikuwa, eh, ni, ni ni ni kutangaza tu injili kwamba kuna mtu mmoja, mtoto wa Maria, mtoto wa Maria, so Anyway, sasa tunazungumzia hapa baba yake Ojwang baada ya kumshukuru uh, President Ruto kwa kumpatia milioni mbili na kusema kwamba ameshukuru sana kwa Ruto kuchukua msiba wa mtoto wake kama mtoto wake. Yaani Ruto amemchukua uh, Ojwang, Albert Ojwang uh, msiba wa Albert Ojwang kama ni mtoto wake. Sasa baadhi ya watu wakaweza kujitokeza na kuweza kuzungumza maneno na kuweza kusema Huyu ni mzee ni mjinga sana huyu mzee ni mpumbavu sana. Mbona anaweza kudharau milioni kumi za Wakenya ambazo wamemchangia online na anaweza kumshukuru Ruto na kushukuru na watu wengine badala ya kuwashukuru Wakenya ambao wameweza kumsaidia ah. Sasa hapa kuna Nuru Okanga, yeye ameweza kuzungumza, nataka tumsikilize Nuru Okanga, alafu wewe utaniambia kwa maneno yako ya Nuru Okanga. Unamsikiliza unaona mzazi mjinga mzazi takataka mzazi ng'ombe kama huyu mzazi wa Albert hmm? Wakenya wamesimama na huyu mzazi wa Albert wakachanga 10 million, 10 million, hakuongea kitu yoyote, okay. Ile kitu huyu mzazi aliongea alisema ya kwamba ati hmm. Sasa hata mkinichangia pesa, mtoto wangu atafufuka. Nimepata Ruto, mpigia simu, anakuja kwa media hmm. kushukuru Ruto <laughs> kuchukua huyu mtoto kuwa wake ati amenitumia wa, wa, milioni mbili. Huyu mzazi wa, ni mjinga kiwango gani? mimi e, e, e, e, sijaona mzazi anafurahia kifo ya mtoto wake we. Ni kama Albert uh -huh, amekufa huyu mzazi afanye naye biashara. Naona mzazi mjinga mzazi takata. Okay, umemsikiliza mwenyewe kama kweli huyu mzazi alisema hivyo eh, kwamba uh, alisema eti eti sasa mmenichangia hizi pesa ndio zitafanya mwanangu arudi. Huyu mzazi tunamchapa eh. Lakini kama maana mi sijasikia hayo maneno akisema kwamba hivyo, lakini kutokana na Nuru Okanga kile ambacho amekizungumza mtu wangu uh, kuhusiana na baba yake uh, Albert Ojwang kufariki dunia kwa Ojwang kwamba yeye amefanya kama biashara hivi, mimi kwa upande wangu, mtu wa kwanza huyu mzee alitakiwa kumshukuru kwanza ni Eric Omondi kwa sababu Eric Omondi hakuchukua muda baada ya kuona tu yale yote ambayo yame happen, kitu cha kwanza alichokifanya ni kipi? Ni kwenda mpaka pale mochari na kuweza kuhakikisha kweli oyo Albert Ojwang yuko hapo amelala. Akamchukua huyo mzee akazunguka naye mpaka wakafika, i think walifika mpaka huko uh, Homa Bay na kuweza kujua kweli, hapa ndipo kwa kina Ojwang, huyu mzee tunatakiwa tumchangie akaweka namba ya simu akamwonyesha mtoto wa Albert mke wa Albert mama ya Albert na mzee alikuwa hapo, ya al baba yake Albert, na watu wakaanza kuchanga shilingi moja, shilingi mbili, shilingi tatu, kwa sababu hata watu milioni thelathini wakichanga shilingi moja moja, one bob ukamtumia. Kwa sababu o, m, ni shida tu, ni sijui kama unaweza kutuma one bob, kuanzia five bob. au sio? Ukituma tu one bob kwa watu uh, 30 millions means baba yake Ojwang atapata 30 millions. Alipata pesa, paka M-pesa yenyewe ika boom. Sasa, Nuru Kanga ameweza kuzungumza kusema kwamba hajawahi kuona mzee mjinga kama huyo hapa, mzee ambaye anashindwa kuwashukuru wa Kenya na anamshukuru President William Ruto. So, drop your comment kwa kile ambacho umekisikiza hapa. Mimi yangu huwa siku zote nikukuletea update ya kile ambacho kinatokea, na lengo langu si baya. Lengo langu siku zote ni kuweza kufanya fahamu ifahamike, fahamu ifahamike. Sasa mzee, niweza kusema kwamba wakati mwingine mimi niweza kusema maisha ndivyo yalivyo, kwamba lazima kitu kifanyike ili mzee aweze kufanya. Alikuwa na mtoto mmoja lakini huyu mzee alikuwa na maisha magumu pia ya chini, lakini Albert alikuwa ni mwalimu na bloga, ama niweza, ni, ni, eh bloga, tuseme bloga. So, baada ya Albert kufa ambaye ni mtoto wake mmoja toka katika pale chini kwake yeye peke yake kuondoka mzee, kabaki peke yake na mke wake na mjukuu wake na naweza kusema uh, uh, uh, mkwe wake ama mke wa Ojwang. Basi mzee wameweza kurisivu hizo pesa. Je, mke wa Ojwang pale atanufaika kwa lolote? Atapata hata milioni tano? Drop ya comment kwa kile ambacho umekisikiza. Nadhani hizo pesa zote hakutakiwa kupewa huyu mzee, hizo pesa zote alitakiwa kupewa kwa mfano hiyo milioni mbili, huyo mzee ndo abaki nayo achukue, alafu ile milioni kumi ya Wakenya apewe mtoto wa Ojwang, means, asomeshwe mpaka atakapomaliza uh, university i think, hizo pesa zinamtosha sana. Chakula mama yake atatafuta, atajipanga. au sio hivyo?